Mada ilikuwa inasemaje? Uh, mada yetu ya siku ya leo inasema je ni jukumu gani la kwanza la muhimu zaidi analotakiwa kufanya dada kila siku anapokuwa kazini kwake? Haya, wadada, mko tayari? kuna ambao walisema mwanzoni baadhi Ruth na, na dada Felista kuna, wali, kuna vipengele pengele vilikuwepo na, Kemi, yalisema... na Kemi kidogo aliongea. Okay, sawa kwa naomba mpe attention na wajili wapo kama wanataka kuongezea wataongeza. Jukumu lako la kwanza ni kwa mwajiri wako na watoto wake, mwajiri wako na watoto wake. Maanake na maana mwajiri wako na familia yake na watu wake, tuna maana gani? Wao ndo watu wako wa kwanza, unatakiwa uwafikirie mda wote. Wako wapi? Wanafanya nini? Wanataka nini? Wako wapi wanataka nini, sijui umeelewa, muda wote. Sasa ukifikiria hivyo ndo kuna ile point ya Ruth alisema, Ruth alisema ee, hey, watoto watoto watoto, umeelewa? Anafanya kazi lakini watoto. Mwingine alisema, namsikiliza bosi wangu. Sisi tunasema jukumu lako la kwanza, muda wote, kila siku, ni kuangalia bosi wako yuko wapi anataka nini, watoto wako wapi, wanahitaji nini, muda wote, ratiba ipo haipo. Wao ndiyo kipaumbele chako. Kwa nini tunasema hivi? Kuna dada wengi akifika kazini, ye anachofikiri tu nikadeki, nipike, nifue. Huyo kakimbia deki, kupika, kufua, hayupo. Deki, kupika, kufua, hayupo, kajifungia, hayupo. Mwajiri wake hajamwona tangu asubuhi, kama yuko nyumbani, yuko kazini, hamna meseji, hamna nini. Si meelewa? Hamna hata siku moja amekuja akwambia samani sijui saa au bosi au madam unahitaji kitu uko okay? Kuna kitu gani unahitaji? Sawa amekupa ratiba. Inawezekana kipindi kile kuna kitu anakitaka. Si meelewa? Jamani, aliyekuajiri ni mwajiri wako na mme wake, au mke wake, si ndio? Na watoto. Hao ndio jukumu lako la kwanza kabla hujafikiria kupika ujafikiria watoto ujafikiria usafi. Jamani, mnanisikia? kabla hujafikiria kufanya kazi yote nyumbani, mtafute bosi wako yuko wapi, anataka nini, waangalie watoto wako wapi wanahitaji nini, kwa sababu nakuhakikishia, ukipika vizuri lakini watoto ujui waliko, wanahitaji nini, chakula hicho utakula mwenyewe. Ukasafisha nyumba vizuri, ujui watoto wako wapi, bosi wako yuko wapi, hiyo nyumba siyo yako na wala hutakaa, si mnanisikiliza? Sasa kwa bahati mbaya tunasemaga sana hapa, nyinyi wanawake, kwa ujumla, wasichana mmeumbwa sana na kuridhisha watu, sindio eh? Ila vipaumbele vyenu vya kuwaridhisha watu haviko sawa, sijui mmeelewa eh. Awa mabosi wenu wanafanya vizuri sana, wanaangalia waume, wanatuangalia sisi wanaume, sindio eh? Mnatulinda sana kama mimi, mimi dada angu mi na dada alinituza kama mamaangu, si ndio? Naturally. Sasa nashindwa kuelewa nyinyi, wale dada kazi, shida yenu ni nini? Hamjui kama hawa mabosi, wewe ndio unandakia ni huyu. Akipumua tu wewe upo, akiinua mguu wewe upo. Sina maana ukae umkodolee macho kama mchawi, hapana. Na maana kwamba yuko wapi, anahitaji nini? si umeelewa ama of course tunasema muongee na mabosi wenu wa kike sio wa kiume. Mfuate mama muulize baba anahitaji kitu. Simeelewa. Watoto wako wapi wanahitaji nini? Sasa nyinyi mmefocus kwenye kazi. Mnawasahau hawa ndio ambao wanaregulate regulate, ndio wanawahitaji nyie. Sio zile kazi. Zile kazi zipo. Ndio kuna ile shida unakuja. Dada anaitwa na bosi anachelewa kuja. Kumuliza, alikuwa anafanya nini? Alikuwa anafua. Unamfuria nani? anaitwa simekuita, kama dakika kumi zimepita. Nilikuwa namalizia kuunga mboga. Unamwingia nani hiyo mboga? Kuna, kuna jini lingine mndani naishi humo? Haya, mtoto kapata changamoto, si ndiyo? Anakuja kwa mama analia, anaulizwa, dada dada, mtoto kafanya nini? Kuna ambao wanadanganya na kuna ambao wanasema ukweli, bila kujua kwamba wanajionyesha kabisa kwamba hawajui majukumu yao. Ah, mimi nilikuwa juu juu nafanya. Sasa mnashindwa kufahamu jukumu lenu la kwanza ni kwa waajiri wenu na watoto wao, sijui mnaelewa. Kwa, kwa Kiswahili cha sasa tunaweza tukasema e, ile ni the right way ya kuwa proper msaidizi, au tunaweza kwa lugha za kisasa tunasema wewe unatakiwa uwe chawa bosi wako si eh? Sasa, sasa kwa changamoto tulikuwa nao kwa nyinyi wa dada kwanza, mabosi wenu mnawakimbia. Yani mmekuwa kama paka na panya, baadhi yenu, sio wote, mnawakimbia, alafu wale wengine ambao hawajui chawa wanaofanya kwa mabwana zao, mmeona wale ambao wanafanya hiyo huduma wanafanya kwa mabosi wa kiume, wa kike amfanyi mm. Maana nasikia kuna wadada mnawapokea wababa wakiume saa saba za usiku nje, kisikia aoni tu mmesharuka ge, ao geitini kufungua mlango eh? lakini bosi wa kike atoka mbio eh? na dera lako chupi hujavaa. unatafuta nini? jamani hapa yeah. Ni Wadada Center, sio Ulinzi Center, hatutoe <laughs> eh, huduma za ulinzi lazima. <laughs> ah, wasikie ukweli ndo nawaambia, yani wajue jukumu lao kwanza. hii kesi eh. Mimi sikai kwenye call center. akila yule bosi alisemaje? kuna kesi ilikuja, dada anaenda saa saba za usiku kumpokea mume wake, kavaa kidera, chupi hana na vichuchu vyake sidiria hajavaa, saa nane za usiku, saa saba. Lakini mke wake akirudi jioni saa tisa, tisa saa kumi kumi na moja, yani angaiki, dada yuko zake huko, yani kama aliyerudi amuhusu. Lakini baba mwenye nyumba akiingia saa saba za usiku, mama anashangaa, dera linapepea liko getini. Bosi anaingia <laughs> e, bosi anaingia sasa Si <laughs> yaani, nafikiri kwa jibu lao ni bosi anaingia, sindio? Sindio? hapo ndo wanapogosea wana mm. e, bosi wako ni wa kiume na wa kike? Ah, e, wote ni mabosi zake, lakini maelekezo ni mawasiliano mama. ni kwa mama, umeelewa mm. tunaelewana jamani <laughs> nani, na hiyo kupokea saa saba za usiku jamani <laughs> alafu wengine wanaamini kwandaa kulala saa mbili. Ngoja kwanza, wengine wanataka kulala saa mbili, huu saa saba bado yuko getini, bado yuko getini, amsubiri baba <laughs> lakini kweli kwenye familia kuna mume na mke, lakini sisi wadada <laughs> kwetu wadada center, culture yetu tunasema, kwenye familia ambayo kuna baba na mama, bosi wako ni mama, mawasiliano yote yapite kwa mama, sio kila saa, saa, saa, saa a saa, baba baba ah -ah. Wengine dadi dadi? Hapana, ah, ah, <laughs> tushapata hapa wadada wa ajabu ajabu, anaenda kule anabana kisauti chake, dadi dadi dadi nini. Tumekwambia bosi wako ni wa kike, madam ndio bosi wako. Chochote ambacho dadi huko, baba anahitaji mume wake ni yeye ndio anajua, sio wewe hapo. <laughs> wanaume wanasema ewa, huyu ndio dada sasa. Wanaume <laughs> wana shida Awana, hata sisi sasa hivi tumepata shida, mabosi wanasema mbona dada yenu anavaa vitu, mimi simuelewi kama anashindana na mimi. Kama mtakuwa mmeona, sasa hivi tumeanza kuintroduce uniform, ili mambo yasiwe mengi, kwa sababu dada akisemwa anabadilika, anavaa kidogo decenti. lakini siku mbili tatu anajisaulisha, anapiga tena kipedo eh, skin, skin jinsi yake. Na sisi hapa tunapoaita tunaambia mje na nguo za heshima, lakini kumbe kwenye, mab kwenye mabegi yenu mnasweka huko vitu vya ajabu, mnataka muende mkawatege waume za watu. Mke wake anaweza kumtega ni mumewe. Mi nawaambiaga hapa ofisini, vyovyote nitakavyovaa niko na mume wangu. Sasa wewe uko na nani? Ndiyo, Jasmini, nimekusikia umeguna mguno mpaka umenifikia. Ume, ume, nawaambia ole wenu nikute mmevaa vitu vya kubanabana hapa. Mnakuja kumbania nani? Mimi ndio naweza kujibanabana kwa sababu niko na mume wangu. Wee hapa uko na nani? kuna mme wako hapa unakuja unajishembendua shembendua. Hapana! Kwa hiyo kazini, vaa mavazi ya heshima, vaa decent. Ukifika kwako huko na mume wako utavaa unavyotaka, naambiaga vaa hata bikini, si huko kwako. Lakini ndani ya nyumba yangu au nyumba ya bosi wako huwezi kwenda kujivalia unachokitaka. Kwa hiyo, kwa mabosi, tukarahisisha, tukawaambia weka uniform Chonee uniform na hata siku moja wale ambao wamechukuliwa na uniform, tumewaambia siku atakayovaa nguo ya kawaida ndio siku huo mkataba tunauvunja, na dhamana yake atakosa, na tutakuletea dada mwingine mwenye heshima na maadili ya kufata utaratibu ndani ya nyumba yako. Wanawake, msiogope, msiogope kuweka utaratibu ndani ya familia zenu. Wewe ndio mother house Usiogope ukasema nitaonekana kama vile sijaamini ndio kwa mume wangu, sijaamini. Sema chochote unachotaka kwangu, huji ukavaa ukajipitisha pitisha, marufuku. Nikikukuta kazi huna, nikikukuta huna kazi. Kwa hiyo kwa mabosi wanaochukua wadada kwetu yani, tena wababa wasikie kabisa hizi habari. Hapa kwetu lazima wadada waje wavae kwa heshima, na dada anatakiwa kuwa karibu zaidi na bosi wa kike, sio wa kiume. Huo ndio utaratibu wetu, ndio kalcha yetu hapa. Sawa jamani, haya ndo e, hivyo umekosa. <laughs> nikiwajia kutoka Magomeni <laughs> jamani, waziri wa kazi za ndani ameongea maelekezo. <laughs> Ndo hayo maelekezo jamani. Narudi kwenye pointi yangu ya msingi, niliposema kuhakikisha waajiri na watu wako kwanza, ndo jukumu lako. Sasa hapo kwa bosi wa kiume kuna mipaka, sawa eh? unamtumia mama bosi wa kike kumfikia nani? Baba. Kwa hiyo haimaanishi tukisema hivyo ndo bosi wa kiume akiingia, asipikiwe, asihudumiwe, aachwe, hapana. Maana nyinyi mna visirani, umeelewa eh? tunasema kwamba unamtumia mama kumhudumia nani? Baba, umeelewa eh? maana ndo mambo yale ya simu Dada anaambiwa umezidi matumizi ya simu, anachukua simu ndo analitupa chumbani. Bosi kawa yupo anapiga simu siku nzima ampate. Umeona? kwa hiyo tukiwaekea hii miongozo ni ili kuwasaidia, umeelewa? Unamhudumia bosi wako wa kiume baba kwa kupitia mama, tumeelewa jamani? na yeye huduma zake anabidi apate zote, sijui tunaelewana jamani? na wewe ndo unatakiwa uhakikishe hivyo vitu vyote vinafanya kwa, kwa sababu wewe ndo unaelipwa. Kwa hiyo naudia tena unasema mama na baba wao. Oh, wamezoea utaratibu wa Wadada Center, wanaita madam na saa. Ndo maana nikuambia tunatumia zote. Kuna wengine bado wanatumia mama, baba, saa, madam, bosi wa kiume, bosi wa kike, vyote tunatumia. Of course hapa ni sana madam, si ndio? eh e, wote wawili ila kwa masaa sasa, ndo hivyo. Hiyo ya baba ndo inaleta shida huko, anaita baba au daddy, kama alivyosema madam ndo changamoto yani, eh, eh, ni star au boss. Dadi. Acha unamuita mwana wangu <laughs> dadi, dadi. <laughs> Okay. Kwa hiyo jamani, cha msingi nachokitaka hapa, wakati wanaandaa chakula, tumeelewa point hiyo. Mimi nataka na waajili nao waseme wa kidogo, maana kwa wadada, haya ni maelekezo kwenu kwamba huduma yako ya kwanza ni kumwangalia mwajiri yuko wapi, anataka nini muda wote kumsoma kujua mahitaji yake, meelewa kwa watoto muda wote. Umesikia mifano ya wa kina Ruth, wako wapi wanataka nini muda wote, unawalinda watoto. Wewe hilo ndio jukumu lako la kwanza. Tuna wadada wengi wamerudishwa hapa, sio kwa sababu hawawezi kazi, wamerudishwa kwa sababu wengine wanajifungia, hawaongei, wamekuwa mabubu nyumbani. Hivyo wao nakaa na bosi wako, alafu unafanya kazi tunaenda kaa ndani, yeye ye ni robot au ni roboti

tunawaambia hivi kwa sababu hii ndio shida kubwa iliyokuwepo, na mkianza kubadilisha hiyo, mtashangaa mabosi wenu nao wanabadilika, kwa sababu anaona kabisa kwamba dada ananijali, sijui umeelewa, dada anajali watoto, dada ananijali. Kwa sababu gani? Kaja akaniuliza, imepita masaa mawili matatu manne, hujaenda hata kumwangalia. Kama kuna siku ingine, labda iko nyumbani, anahitaji nini, anataka nini, tuma meseji shi. Mnaelewa jamani eh? Kwa hiyo vitu tunavyoelekeza hapa ndio vitawapa nyinyi thamani kazini, simeelewa. Mm. Mm. Niseme mfano mmoja, maana nikisema huyu mfano ndio watu watanielewa, maana mahusiano ndio watu wengi vichwa vyenu vyetu vimejaa mahusiano. Mm. Haya, kwenye mahusiano ya kawaida tu, wewe ukiwa na mme wako au mpenzi wako ambaye hakujali, hakuulizi uko wapi, hakuhudumii, utasema ni nani huyo? Utamuhitaje mike akila utamuhitaje? utasema afanye nini Mtasemaje? Madam nisaidie, tutasemaje? una mume wako au mpenzi wako hakujali, hakuulizi unataka nini, amna meseji, amna nini, anakupita tu, lakini kila kitu anakifanya, lakini hakupi wewe atenshen. Utamwitaji huyo mtu? Changamoto, hata jina tunakosa tutamwitaje huyo mtu? Kuna mmoja anithamini bosi, mwingine mwajili, mwingine jamani, madam. Kuna jina gani ningeweza kumwita anithamini ingine? Yani ananifanya kama vile mimi hawara yake, nafikiri ehe, eh majira. Jamani wadada, mnasikia <laughs> mnasikia abosenu akira joku. Jamani wadada, eh eh, eh jamani. <laughs> <laughs> eh? <laughs> eh? Madam nani tunao? Ukawa na mtu ambaye eh, <inaudible> eh. <inaudible> una mme au na boyfriend si nani akupi anakupa basic lakini akupi ile attention, mm. ya wewe ya kujali. Ehe, unamuita haya mahusiano, utahitaji au wewe unamhitaji huyo wew mtu? Mimi nitamwona ni mtu ambaye hajali chochote zidi yangu. Ehe eh, kama anajiangalia yeye tu, si ndio eh? Kwa hiyo mbinafsi, si ndio? mhm mm. mm madam, ah mtu asiyejali, mtu asiyejali haya hmm. ha, jamani